Kama umekuwa ukijiuliza hivi, hii biashara ambayo naiona ya short-term rentals, aka kama Airbnb inanifaa au la, hii video ni kwa ajili yako, kwa sababu nakwenda kuonyesha point tano ambazo unahitaji uzipitie ili ujue kama hii biashara inakufaa au la. Habari, tajiri. Kwa majina anaitwa Ian Metili na nina miaka mitano ya experience kwenye biashara hii ya short-term rentals. Labda ni miezi kumi na moja kuanzia tumeanza hii biashara hapa Dar es Salaam. Tumeweza kufanya mauzo zaidi ya milioni tisini na moja ndani ya miezi hiyo kumi na moja. Kwa hiyo kuna experience moja mbili tatu ambayo ninayo kwenye biashara hii na ningependelea na wewe upate hiyo um, experience ili uweze kufanya biashara hii. Turudi kwenye point zetu tano. Point ya kwanza ni kwamba kama haupo tayari ku deal na watu. Either watu wanaofanya usafi au wageni ambao wanakuja kwenye hiyo apartment yako maanake kutoka mataifa mbalimbali mbali. Then I don't think this business is really good for you. Kwa sababu kiufupi unaingia kwenye biashara ambayo ipo kwenye hospitality industry. Hospitality industry ni kama mahoteli, lodges, motel na kadhalika. Kiufupi hizi biashara kuna interaction kubwa sana na watu. Unless utakapoanza hii biashara una mtu ambaye utapartner naye na yeye anapendelea kuinteract na watu. So kama ni hivyo, maanake unakuja na capital yeye anakuja na expertise ya kudeal na watu then that will work well. If not I don't recommend ufanye biashara hii. Namba mbili, unachokujua kwamba kuna njia nne za kuanza hii biashara na kwenye njia hizo nne, tuna njia ya kwanza ambayo ni kununua a property or an apartments na kuifanya Airbnb, au probably tayari unayo sasa hivi. Nyingine ni kukodisha nyumba ambayo inapangishwa kwa muda mrefu, unaikodisha kama let's say kwa miezi sita, alafu unaongea na mwenye nyumba na unakubaliana naye kwamba utakuwa unafanya Airbnb. Namba tatu ni property management. Manake usimamizi wa apartment za watu wengine na ya mwisho ni property marketing. Manake una uwezo mzuri wa kuuza na una uwezo wa kwenda kwenye apartment hizi na kuzitangaza na kupata commission fulani hapo katikati. Sasa, kama haupo tayari kufanya kati hivi vinne, hii biashara ikufai kwa sababu usipoweza ku own apartment usipoweza kukodisha, usipoweza kufanya management na usipoweza kufanya property marketing then utafanya nini kingine? ni kwamba kama haupo tayari kuinvest muda, rasilimali, kujifunza na kuexecute, kwa sababu ni kitu kimoja kusema tu kwamba biashara hii sasa hivi inavuma na, na mimi siwezi nikakudanganya nikakwambia kwamba kwa sababu tu biashara ni nzuri then uingie kichwa kichwa na uamue kuifanya bila kuchukua muda kujifunza, bila kuchukua muda ku, kupata in short mafunzo ambayo yatakuongoza vizuri na kusaidia wewe uweze kuifanya hii biashara vizuri. Kwa hiyo kama haupo tayari kujifunza, haupo tayari kuweka juhudi kufanya biashara hii then ningekwambia hiyo ni, ni red light. Usifanye hii biashara kabisa. Then another thing, ni kujua kwamba demand iliyopo sasa hivi ni kubwa ya short-term rentals. Na video yangu iliyopita niligusia kidogo kuhusiana na opportunity iliyopo. So, kama ujaangalia nenda pale nyuma au mwisho hii video itakapoishia, unaweza ukaenda ukaangalia uh, video iliyopita, but other than that, ni kwamba demand ni kubwa, kwa sababu sasa hivi tuna wageni ambao wanakuja wengi Tanzania, um, ambao wengi hao ni watalii, either watu wanaokuja kufanya business, business travelers wanakuja, lakini pia kiufupi, middle class ya Tanzania inaongezeka, so opportunity kiufupi ni kubwa mno. So, kama haupo tayari ku execute on the available opportunity then, this is, this business is not for you but if upo tayari una utayari wa rasilimali, una utayari wa rasilimali utayari wa muda na uko tayari kwenda ku execute then hii biashara ni nzuri kwa ajili yako. Other than that ni kwamba uh, point ya mwisho ni scalability. Scalability nikimaanisha hii biashara inakupa fursa ya kuweza kukuza, ambapo labda unapoanza unapo unaweza kutengeneza labda dola 200 mwanzoni kila mwezi, then as you grow unaweza kufikia sehemu unatengeneza dola elfu mbili kila mwezi kutokana na apartment tofauti tofauti utakazokuwa nazo na unavyoendelea kuongeza inaweza ikafika ukawa unatengeneza sehemu dola laki moja kwa mwaka. Kwa mwaka mzima kwenye biashara hii na zaidi. Kuna watu wanatengeneza zaidi ya hapo. Kiufupi, nachokisema hapo ni kwamba kama wewe binafsi ni mtu ambaye unatafuta biashara ambayo ukijikita na ukaamua kuifanya ina uwezo wa kukua na uka extend labda hata ukatoka nje ya Tanzania who knows, eh? Ni possibility ambayo ipo, then hii biashara inakufaa. Nisije nikakita tu zaidi kwenye kutokukufaa, lakini hii biashara inakufaa kama uko tayari kufanya biashara ambayo ni scalable. Na kama unasikiliza video hii nadhani kabisa ni kwamba una interest kubwa ya kuifanya hii biashara na baada ya hizo point probably umeshajua kabisa kama unataka kuifanya 100% au la. So, kwa wale ambao wanataka kuifanya biashara, kitu kimoja ambacho kitawasaidia sana ni kupata maarifa sahihi na mwongozo sahihi ili uhakikishe ya kwamba unaanza biashara ukiwa unajua unachokifanya. Unajua kitu kimoja ambacho nime notice kuhusiana na biashara za Kitanzania ni kwamba watu wanafanya biashara kwa mazoea. So, mtu ameona biashara ina trend na yeye anataka ifanye hiyo biashara. Mtu ameona biashara, anasikia tu ina perform vizuri au kama nilivyosema takwimu zinasema kwamba Airbnb is booming, inakuwa. Then, mtu anataka ingie kwenye hiyo biashara bila kupata maarifa, na hapo ndo watu wengi wanapopoteza pesa zao, wanapopoteza muda, wanapopoteza mahusiano na kadhalika. Kitu ambacho unakihitaji ni kupata mafunzo sahihi, taarifa sahihi, ili upate ile hekima ya kuendesha hiyo biashara. So kama unatafuta sa hiyo taarifa, maarifa sahihi, sehemu pekee ya kuweza kupata hiyo, labda zipo zingine, lakini kwetu sisi ni Airbnb. Kitajiri Kitajiri. Ndani ya Airbnb Kitajiri, tunakwenda kufundisha namna gani unavyoweza kutengeneza biashara ya Airbnb, au tunasema short-term rentals, ambayo ina uwezo wa kukuletea kipato cha laki nane mpaka milioni tano kwa mwezi. Hii yote kwa haraka na uhakika. So kama wewe ni mtu huyo ambaye uko interested na unataka kujifunza na kupata mafunzo ya uhakika, basi bonyeza namba ambayo iko hapa, then wasiliane nasi au kama upo YouTube bonyeza link iliyopo kwenye description na itakuleta WhatsApp. Karibu sana.